Mwanamume mwenye umri wa miaka 39 kutoka kijiji cha Bendera wadi ya Lumakanda huko Lugari amejiteketeza katika nyumba yake huku mkewe naye akinusurika katika kisa kinachotajwa kwamba ni mzozo wa nyumbani mwana, mwana, mwana. Kulingana na Juza Beatrice Munavi mwanawe ambaye ni dereva wa lori alirejea nyumbani saa tisa alasiri akiwa na lita ishirini za mafuta aina ya petroli na kuibua ugomvi na mkewe ndani ya e nyumba yake ambapo anadaiwa kumpiga mkewe na baadaye kujaribu kujiteketeza pamoja naye kabla ya mke huyo kunusurika. Na mimi nilikuwa wakati nilikuwa nimekaa hapa, aliingia kwa kari, akatoa kibuyu mpya teni nini, 20 lita mpya. Akaingia kwa nyumba akakuwa tu mzuri, akasema, mtoto huyu, enda umletee maziwa Nimeenda kuleta maziwa. Kama niko tu huko na nunua mboka na nimeenda na maziwa. Nasikia tu, huu ameniua, huu ameniua. Na nikasikia tu kitu. Eh, moshi kafanya tu. Nikakuja tu, nikakuja tu, nikaambia, nikapata msaa hapa anasema, eh, huyu mtoto yenyewe ametufanya. Nimeingia tu kwa nyumba, nimepomoa mlango ya rumu, amemwagia pipi mafuta, anataka ochomekee huko na amemupika nyundo hapa kwa kisoko hapa, asi huyo msichana yangu amelia hapa, amemwakia nini petroli yote mwili tumeu, ameoka ameenda kwa hospitali, na kweli amechomeka, amechomekea huko. Bi Munavi, ambaye ni mamake marehemu, anadai hii si mara ya kwanza mwanawe kujaribu kujitoa uhai bila mafanikio kutokana na msukumo wa mzozo wa kijamii. Hii maneno ilianza jana Nikamuuliza kijana yangu, nataka kujiua, uko na sumu, nasikia, hapana? Mama mimi hiyo nasahau kabisa, na bibi anasema ako nayo, nikasema sasa hii na mbona unanuka dipu? Anasema hapana, mimi siwezi. Tulikuwa na mama mwingine, akasema mimi, mimi nitakusika mama, wewe huwezi kunisika, mimi ndio nitakusika, nikasema haya sawa, na nikamuuliza, na mtoto yangu mbona umekunywa pombe? Ati mimi nimelewa, nimekunywa pombe. Na wewe mtu wa kanisa, sasa ulikunywa pombe ya nini? Ati waachana na mimi mama, mimi nimelewa. Na akatembea tembea, tu hivi, hatukujua amewacha gari yake hii yenye naendesha kwa kwa kware, na akaenda Bimnadhi. Kwa sasa nasema mzozo wa mara kwa mara kati ya mwanawe na mke wake umechangia hatua ya mauti haya. Maneno manene tumekataza, tumekataza Asikia oh pipi yangu sijui alisaa inje mtoto o oh, sijui nini na mutoto amemufuanana hmm? na mwanyenye mtoto huisi wako unasema nini kwani we usaa ingi ndi unasema pipi alisaa mtoto inje, ali inje? sasa imekuwa tu hivyo ye yeah, ameenda. Joseph Amnyotieno, West TV, Lugari, kaunti ya Kakamega. <tipi>